Unajua, kulala, tili, lala, punchi, apa, apa. Ni kipindi hiki cha nusu fainali kwa sababu wanaenda kucheza na watu ambao kwanza hawaogopi. Unajua Almasi alikuja kulala, si ndiyo? Kwa hiyo Simba wanahitaji kupata mechi za ushindani, walau moja tu. Wakitoka kwenye hii wapate mechi moja kuelekea mechi dhidi ya Stellenbosch ambayo itakuwa, uh, ni tarehe 20 na of course imezipata za ndani sana.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 Oroya alikula goli saba, Juanenga alikula goli sita. Kwa hiyo ni ni ni uwanja ambao kwanza una bahati na Simba, lakini pia ni uwanja ambao Simba wanaofahamu kama mwembe wa uani. Yaani ni kama vile unaamka tu unaenda kujichumia kuji embe unatafuna. Ni kama tu korido lako, ni kama tu vile kitanda chako. Kwa hiyo Simba ule ndio uwanja wao ambao unaoamini zaidi. Na kama endapo mvua zitakuwa zikinyesha, ule uwanja uende ukatumika. Kwa sababu kiniambia Simba apeleke mechi labda labda Zanzibar, Amaan Complex. Oya. Mimi mwenyewe huwaga niko mbele ya muda, mimi naonaga mbali sana. Simba anaweza kapasuka kwa hiyo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 kama wewe ni gentleman, unajua kuna kipindi eh, wanaume tunapitiaga changamoto zetu, wababa baba, si ndio bwana eh, wa baba kama mmeoa mnajua shughuli. Kuna wakati wamama mama akiwa anapita anauza zile boost, karanga amechanganya sana nini nini, kifurushi, kifurushi, kifurushi kile mm. Kwani tunanunua sana sisi tuna boost mm. Simba anahitaji boost. Yani Simba ni timu ambayo bila mashabiki, kaka, unaweza ka ukampasua ujue Simba anahitaji booster. Ndio maana hata Fadlavi za kwambia yeye anahitaji zaidi mashabiki na ushindi ule aliudedicate kwa mashabiki. Kwa akisema tu atoke uende Unguja. Oya. Oh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 kufanya vizuri katika mechi na ukuni. Na yona Simba na uh, fainali kombe la shirikisho bani hafa? Ah, Simba mimi na waona. Simba na waona fainali. Uh, kwa watu waliofikia Simba na waona fainali. Kwa sababu hawachezi na Waarabu. Na waona fainali. Simba anahitaji timu ambayo wana, ina, ina flexibility. Kwa maana timu ambayo inacheza mpira. Timu ambayo hailale potezi muda. Sawa. Simba wana uwezo huo. Na uzuri wa Simba kwa sasa hivi. Falu Davies ni... Unaweza kusema ndo daraja la, la mafanikio kwenye eh, mechi yao dhidi ya Stellenbosch kwa sababu wanawajua